Hapo zamani katika kijiji kilichoitwa Mbuyuni kulikuwa na viumbe wengi na binadamu walioishi pamoja. Katika kijiji hiki aliishi msichana aliyeitwa Rehema. Alikuwa mrembo sana mwenye tabia tulivu na ya upole. Watu wa kijiji walivutiwa na uzuri wake na wema wake. Wanaume wa kijiji mara nyingi walijaribu kuutoa moyo wake wakisema, Rehema, wewe ni mrembo sana, je, utaniwa? Lakini Rehema hakupendezwa kila mara alitabasamu na kusema asante, lakini bado siko tayari. Kila siku Rehema alienda sokoni kuuza bidhaa zake. Alikuwa na matunda na mboga bora zaidi na kila mtu alipenda kununua kwake, lakini hakuna aliyefahamu Rehema aliishi wapi. Kila mara alifika sokoni mapema na huondoka kabla ya machweo, akiifanya nyumba yake iwe siri. Wanakijiji walinongona, Rehema huenda wapi? anaishi wapi? Lakini Rehema aliendelea kuifanya iwe fumbo. Alifurahia kuwa mkarimu na msaidizi, lakini hakushiriki mengi kuhusu yeye mwenyewe. Na hivyo Rehema aliishi kimya kimya Mbuyuni, akivutiwa na kila mtu, lakini akiweka maisha yake faragani. Wanakijiji waliendelea kujiuliza kuhusu yule msichana mrembo aliyekuwa anakuja na kuondoka kama upepo mwanana. Siku moja yenye jua kali, mwanaume mrembo aliyeitwa Amani alifika sokoni katika kijiji cha Mbuyuni. Alikuwa anatafuta matunda na mboga mbichi, na alipomwona Rehema alishangaa. Ye aliwaza, huyu ndiye msichana mrembo kuliko wote niliyewahi kumwona. Amani hakuweza kuondoa macho yake kwake. Alimkaribia na kusema, habari, jina langu ni Hassan, jina lako nani? Rehema alitabasamu kwa upole na kujibu, "Mimi ni Rehema. Naweza kukusaidia nini leo?" Amani alifurahi sana kuzungumza naye. Akanunua matunda kadhaa na kubaki kuzungumza. Walizungumza kuhusu hali ya hewa, kijiji na soko. Amani alivutiwa na sauti ya upole ya Rehema na tabasamu lake la wema. Akaanza kuja sokoni kila siku ili tu amwone. Wakawa marafiki na Amani akahisi kama anaangukia kwenye upendo. Jioni moja soko lilipokuwa linafungwa, Amani aliona muda umechelewa. Akamwona Rehema akipakia vitu vyake akasema, acha nikusindikize nyumbani, si salama kwenda peke yako gizani. Rehema alisita lakini Amani alisisitiza akakubali, wakaanza safari. Walipokuwa wanatembea anga lilizidi kuwa jeusi na hewa ikawa ya baridi. Ghafla Amani alihisi kitu cha ajabu mkono baridi uligusa mgongo wake. Akageuka lakini hakukuwa na mtu. Moyo wake ulipiga kwa kasi akaogopa. Akamtazama Rehema ambaye alionekana mtulivu akitembea mbele. Hassan hakuweza kuondoa hofu Akasimama na kusema, Rehema, nadhani nirudi, giza linaongezeka. Rehema akamgeukia na kwa upole akasema, ni sawa Amani, unaweza kurudi kama unaogopa. Akatabasamu taratibu kwa hofu machoni. Amani akatikisa kichwa kwa kukubali, akaharakisha kurudi kijijini. Akakimbia na akakimbia hadi alipofika nyumbani kwake. Kuanzia siku hiyo, Imani hakurudi tena sokoni kumwona Rehema. Aliogopa sana ule mkono baridi wa fumbo na ule usiku wa giza. Rehema alimkosa, lakini aliendelea na maisha yake ya amani kijijini. Wanakijiji walishangaa kwa nini Imani ghafla aliacha kuja sokoni, lakini hakuna aliyefahamu siri ya ule usiku. Rehema alikuwa na siri. Hakuwa tu msichana wa kawaida wa kijijini. Kwa kweli, alikuwa anatoka kwenye msitu mnene wa kichawi uliokuwa ng'ambo ya mbuyuni. Ndani ya msitu Rehema aliishi na familia yake ambao hawakuwa binadamu. Walikuwa na uwezo wa kuchukua maumbo mbalimbali, lakini Rehema ndiye pekee aliyekuwa anaweza kuonekana kama binadamu wakati wote. Familia yake ilimpenda sana, lakini hawakutaka akaribiane na binadamu. Wazazi wake walikuwa wamekuwa wakimwambia Rehema, hupaswi kuolewa na binadamu, dunia yetu na yao ni tofauti sana. Walikuwa wanamlinda kupita kiasi Mwanaume alipokuwa ameanza kumtembelea Rehema, wazazi wake wakawa na wasiwasi. Hawakutaka aingie kwenye upendo naye, kwa hiyo wakaamua kumwogopesha aondoke. Ule mkono baridi ambao Amani aliuhisi mgongoni ulikuwa ni kazi ya familia yake, ujanja wa kumweka mbali na Rehema. Rehema alihuzunika. Alimpenda Hassan na alitaka kuwa na marafiki kijijini. Hakutaka tena kuishi chini ya sheria za familia yake. Alitaka kuwa huru kufanya maamuzi yake mwenyewe na kuishi miongoni mwa binadamu. Kwa hiyo, Rehema akafanya uamuzi mkubwa, akaamua kukata uhusiano na familia yake msituni na kubaki kijijini mbuyuni. Siku moja aliingia ndani zaidi ya msitu kuwaaga familia yake. Aliwaambia, nawapenda lakini nataka kuishi maisha yangu mwenyewe. Nataka kuwa huru kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Wazazi wake walihuzunika lakini wakaelewa matakwa yake. Walimwonya mara ya mwisho, uwe mwangalifu Rehema, dunia ya nje inaweza kuwa ngumu. Kwa moyo mzito, Rehema akaondoka msituni na kuhamia kijijini kabisa. Alitumaini kupata furaha na labda hata upendo miongoni mwa binadamu. Aliendelea kuuza bidhaa zake sokoni akiifanya historia yake kuwa siri. Wanakijiji walimjua tu kama yule msichana mrembo na mwema wa sokoni bila kujua ulimwengu wa kichawi alikotoka. Baada ya kuiacha familia yake msituni, Rehema alihisi mchanganyiko wa uhuru na hofu. Alitaka kuishi maisha yake mwenyewe lakini alijua haitakuwa rahisi. Ili kuhakikisha kwamba hatarudishwa tena kwenye ulimwengu wa familia yake, Rehema akaamua kwenda kwenye hekalu la Mzimu Mzinga. Mzimu Mzinga alikuwa mzimu mwenye nguvu anayejulikana kwa kuwasaidia wale wanaotafuta njia tofauti maishani. Rehema akaenda kwenye hekalu akapiga magoti mbele ya madhabahu ya mzimu, akasema kwa sauti ya upole lakini yenye msimamo, e Mzimu Mzinga mkuu, natamani kukata miunganiko yote na familia yangu. Nataka kuishi kwa uhuru katika kijiji cha Mbuyuni, mbali na udhibiti wao Mzimu Mzinga akaonekana kwa mwanga laini, akasikiliza ombi la Rehema. Mzimu akatikisa kichwa na kusema, ninaelewa ombi lako, Rehema, nitakupa uhuru unaotafuta, lakini ujue hili, familia yako haitafurahi, wanaweza kujaribu kukulani ili wakurudishe. Rehema akiwa na moyo wa ujasiri, akatikisa kichwa, ninaelewa, bado nataka kulitekeleza, akasema. Mzimu Mzinga akainua mkono na kutimiza ombi la Rehema kwa ishara ya upole. Ufungamano kati ya Rehema na familia yake ukakatwa. Lakini kama onyo la Mzimu Mzinga lilivyosema, familia yake ilipogundua wamepoteza muunganiko wao na Rehema, walikasirika sana. Mama yake kwa hasira na huzuni akamlaani. Akanong'ona kwa upepo, usipate kamwe furaha na binadamu, wawe wanakuacha daima kwenye kukata tamaa. Licha ya laana hiyo, Rehema alibaki Mbuyuni. Aliendelea na maisha yake kijijini, akiendelea kuuza sokoni na kuingiliana na watu. Alitumaini kupata upendo na hisia ya kuwa sehemu ya jamii. Ingawa kivuli cha laana kilining'inia juu yake, Rehema alikuwa amedhamiria kuishi kwa uhuru, haijalishi changamoto zilizo mbele. Aliendelea na tabia yake ya wema na upole, akitumaini siku moja atakutana na mtu atakayeweza kuona zaidi ya laana na kumpenda kwa alivyo. Siku moja, mfanyabiashara mashuhuri aliyeitwa Bakari alifika kijiji cha Mbuyuni. Alisafiri kutoka kijiji hadi kijiji akiuza vitambaa vizuri na mavazi maridadi. Bakari alikuwa mchangamfu na mwenye mvuto, na watu wengi walimpenda alipomwona rehema sokoni alivutiwa na uzuri na haiba yake huyu msichana mrembo ni nani akajiuliza bakari akamkaribia rehema kwa tabasamu kubwa habari mimi ni bakari ninasafiri nikauza vitambaa vizuri lazima wewe ndiye rehema ambaye kila mtu anazungumza kumhusu akasema rehema akatabasamu na kujibu ndiyo mimi ndiye nafurahi kukutana nawe bakari Bakari alivutiwa na sauti yake ya upole na macho yake ya wema. Akaanza kutembelea soko mara nyingi zaidi, kila wakati akisimama kwenye kibanda cha Rehema. Walizungumza na kucheka, na Bakari akajikuta anaangukia kwenye upendo. Aliwaza, Rehema hakuwa mrembo tu, bali pia mpole na mwema. Baada ya muda, Bakari akaamua anataka kumuoa Rehema. Alikuwa na shauku, na akamwambia Rehema, ninakupenda sana Je, utanioa uje ukaishi na familia yangu? Rehema, ambaye alikuwa makini kuhusu upendo kwa sababu ya yaliyompata zamani, alihisi cheche ya matumaini, akakubali kwenda kukutana na familia ya Bakari. Bakari akafurahi na akampeleka kwenye kijiji chake ili amwatambulishe kwa wazazi wake. Walipofika, mama yake Bakari akamtazama Rehema kwa uso wa kukunja. Alikuwa amesikia minongono kuhusu historia ya fumbo ya Rehema na matukio ya ajabu yanayomzunguka. Msichana huyu ni mrembo lakini kuna kitu kisicho sawa, akawaza. Baada ya kuzungumza na Rehema kwa muda, mama yake Bakari akatikisa kichwa, "Samahani Bakari, lakini simwamini msichana huyu. Kuna laana juu yake. Hafai kwa familia yetu," akasema kwa udhabiti. Bakari alishtuka, alishtuka na akahuzunika. Alimpenda Rehema sana, lakini aliheshimu kauli ya wazazi wake. Akamtazama Rehema kwa moyo mzito na kusema, "Rehema, samahani, mama yangu hakubaliani na ndoa yetu. Lazima niisikilize familia yangu." Rehema alihisi moyo wake ukivunjika. Alitumaini Bakari angeweza kuona zaidi ya laana, lakini alielewa uchaguzi wake kwa macho yenye machozi akatikisa kichwa na akaondoka kimya kimya nyumbani kwa Bakari. Akarejea kijiji cha Mbuyuni akihisi uzito wa laana tena. Ingawa moyo wake ulikuwa mzito, Rehema aliendelea kuishi Mbuyuni akitumaini siku moja atapata mtu atakayempenda licha ya laana. Aliendelea kuwa imara na kuendelea na maisha yake ya kila siku, daima akiwa mwema na mpole, hata wakati moyo wake ulikuwa unauma. Baada ya kuvunjika moyo kwa Bakari, Rehema alihisi uzito wa laana kuliko wakati mwingine wowote. Alikuwa na huzuni na amechoka kusukumwa mbali kwa sababu yake. Akiwa na shauku ya kupata suluhisho, Rehema akaamua kurudi kwenye hekalu la mzimu Mzinga. Alitumaini mzimu huyo mwenye nguvu angeweza kumsaidia kupata amani na kuiondoa laana iliyokuwa inamwandama. Rehema akaenda kwenye hekalu na kupiga magoti tena mbele ya madhabahu ya mzimu. Kwa moyo mzito akaomba, "E mzimu Mzinga mkuu, laana iliyowekwa juu yangu inanipa maumivu makubwa. Tafadhali nisaidie niondoe ili nipate furaha na niwe huru kutokana na mzigo huu." Mzimu Mzinga akaonekana kwa mwanga laini wa kung'aa. Akasikiliza ombi la Rehema na akaona ukweli machoni mwake. Rehema, umevumilia mengi kwa sababu ya laana hii, akasema kwa upole. Naweza kukuondolea laana, lakini kuna sharti, lazima ubaki mtulivu na usiruhusu hasira ichukue moyo wako. Ukikasirika, laana itarudi na itakuwa kali zaidi. Rehema akatikisa kichwa kwa shauku, macho yake yakiwa na matumaini. Ninaahidi, mzimu mzinga, nitabaki mtulivu na nitaweka moyo wangu safi. Tafadhali ondoa laana, akaapa. Kwa ishara ya mkono wa mzimu mzinga, upepo wa joto na upole ukamzunguka Rehema. Alihisi mzigo ukiondoka mabegani mwake, na laana ikaondoka. Rehema alihisi uhuru mpya na matumaini. Akamshukuru mzimu mzinga kwa moyo wake wote na kurudi kijiji cha Mbuyuni akiwa amedhamiria kuishi maisha mema. Akiwa kijijini, Rehema aliendelea na utaratibu wake wa kila siku. Aliuza bidhaa zake sokoni na kuwasalimu watu wote kwa wema wake wa kawaida. Wanakijiji walivutiwa na uzuri wake na utulivu wake. Hawakujua kuhusu laana wala mapambano aliyopitia, lakini waliweza kuona alikuwa mtu mpole na mtulivu. Rehema alihisi mwepesi akijua laana imeondoka. Aliendelea kukumbuka hadi yake kwa mzimu mzinga, akidhibiti hisia zake na kubaki mtulivu katika kila hali. Alitumaini siku moja atapata mtu atakayempenda kwa alivyo akiwa huru kutokana na vivuli vya zamani. Na hivyo Rehema aliendelea kuishi katika kijiji cha Mbuyuni akivutiwa na kuheshimiwa na wengi, daima akishikilia tumaini la kesho iliyo bora. Siku moja alasiri ya joto Rehema alienda kwenye kijito cha kijiji kuchota maji. Alipoketi juu ya jiwe, akiwaza kuhusu maisha yake na changamoto alizopitia, alihisi huzuni ya ndani. Alimkosa mtu wa kushiriki naye maisha yake. Alipokuwa ameketi hapo, sauti ya upole ikaita, "Uko sawa?" Rehema akainua macho na kumwona mwanaume mkarimu aliyesimama karibu na maji. Alikuwa na tabasamu la joto na macho ya upole. "Jina langu ni Rashidi," akasema akikaribia. "Umeonekana mwenye huzuni na nilitaka kuhakikisha uko salama." Rehema alihisi joto kutokana na wema wake. "Asante Rashidi, mimi ni Rehema," akajibu kwa upole. Wakazungumza kwa muda na Rehema akajikuta akifunguka kwake. Rashidi alisikiliza kwa uangalifu na kumfariji, akamfanya ajisikie huru. Kadiri siku zilivyopita, Rashidi na Rehema walikutana mara nyingi kwenye kijito. Walizungumza na kucheka, na Rehema alihisi uhusiano unaokuwa kati yao. Rashidi alikuwa mkarimu na mwelewa na hakuchokonoa kuhusu yaliyopita. Alifurahia tu uwepo wake na kumfanya ajisikie wa thamani. Siku moja, Rashidi akamwambia Rehema na kujali Rehema. Wewe ni mtu mzuri sana na nataka kuwa pamoja nawe. Rehema alishangaa. Alihisi mchanganyiko wa hisia, matumaini, hofu na furaha kidogo. Alisita akiyakumbuka yaliyopita na maumivu yake. Lakini ukweli wa Rashidi uligusa moyo wake. Mwishowe Rehema akasema, ninakupenda pia Rashidi, lakini nimepitia mengi. Una uhakika unataka kuwa nami? Rashidi akatikisa kichwa kwa tabasamu, nina uhakika Rehema, hebu tujenge maisha pamoja. Na hivyo wakakaribiana. Rashidi alimfanyia Rehema heshima na uangalizi, na Rehema akajikuta akimpenda zaidi. Walitumia muda pamoja na uhusiano wao ukazidi kuimarika. Haikuchukua muda mrefu kabla ya Rashidi kumposa Rehema. Alitaka kumfanya mke wake na kushiriki naye maisha ya furaha. Kwa furaha moyoni, Rehema akakubali posa yake. Wakaanza kuanza kupanga harusi yao, wakiota maisha yajayo yaliyojaa upendo na furaha. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Rehema alihisi tumaini la kweli. Aliamini kwamba pamoja na Rashidi angeweza hatimaye kupata amani na upendo aliokuwa akiutafuta. Kijiji kikafurika shangwe kwa ajili ya harusi inayokuja na Rehema alihisi mwanga wa furaha ndani yake, akitumaini hili lingekuwa mwanzo wa sura mpya nzuri katika maisha yake. Siku ya harusi ya Rehema na Rashidi ilipowadia, kijiji cha Mbuyuni kilijaa shangwe. Kila mtu alikusanyika kwenye uwanja wa kijiji uliopambwa kwa maua ya rangi rangi na bendera angavu. Wanakijiji walicheza, waliimba na wakasherehekea wakifurahia kuwaona Rehema na Rashidi pamoja. Hewa ilijaa furaha na vicheko vingi vingi walipokubaliana viapo chini ya jua la joto. Rehema aling'aa katika vazi lake zuri na Rashidi hakuacha kutabasamu. Waliahidi kupendana na kuthaminiana wakiwa wamezungukwa na nderemo na baraka za wanakijiji. Ilikuwa siku kamili na kila mtu alihisi upendo na furaha hewani. Usiku ulipoingia, wawili hao wakaenda kwenye nyumba yao mpya wakiwa tayari kuanza maisha yao maisha yao pamoja. Lakini walipojiandaa kupumzika, kitu cha ajabu kilitokea. Rehema alianza kuhisi wasiwasi mwili wake ulionekana tofauti na baridi ikapita mgongoni mwake, akamtazama Rashidi kwa hofu machoni. Ghafla mwili wa Rehema ukaanza kubadilika, hii miguu yake ikaungana, ngozi yake ikawa na magamba, na kabla hawajajua aligeuka kuwa chatu mkubwa mno. Macho ya Rashidi yakapanuka kwa mshtuko na hofu, hakuamini alichokuwa anakiona. Rehema sasa akiwa nyoka mkubwa akamtazama kwa macho ya huzuni akiwa amelemewa na woga Rashidi alipiga kelele na kukimbia nje ya nyumba, akajikwaa kijijini, huku akipiga kelele, akiomba msaada. Wanakijiji waliposikia vilio vyake, walikusanyika haraka kuizunguka nyumba. Walimwona Rashidi akiwa mweupe na ametetemeka, akionyesha upande wa nyumba. Wanakijiji wakakaribia kwa tahadhari, na hapo akitambaa kutoka mlangoni, akawa yule chatu mkubwa wakashangaa na kurudi nyuma, wakinong'ona kwa hofu na kuchanganyikiwa. Hawakuwahi kuona kitu kama hicho. Baadhi ya wazee walinong'ona, je, hii ndiyo ile laana tuliyosikia? Harusi ya furaha ikageuka kuwa usiku wa hofu na kuchanganyikiwa. Wanakijiji hawakujua wafanye nini. Walimwogopa yule nyoka mkubwa, lakini pia walimkumbuka Rehema mkarimu waliyemjua. Uwanja wa kijiji ambao saa chache zilizopita ulikuwa umejaa vicheko na nyimbo, sasa ukawa kimya, kila mtu akitazama kwa kutoamini. Wazee wa kijiji wakaamua kumwita mtabiri, wakitumaini kupata majibu na suluhisho la tukio hili la kushangaza. Kijiji kilikuwa katika hali ya mshtuko na kuchanganyikiwa baada ya matukio ya ghafla ya usiku wa harusi. Wazee wakakusanyika haraka na kuamua kumwita mtabiri, wakitumaini kuelewa kilichotokea. Wanakijiji walikusanyika uwanjani wakinong'ona na kujiuliza kuhusu Rehema na yule chatu mkubwa aliyekuwa amekuwa. Mtabiri akawasili, mtu mwenye hekima aliyekuwa ameliongoza kijiji kupitia mafumbo mengi. Wazee na wanakijiji wakasimama duarani wakingoja majibu. Mtabiri akasogea mbele na kumwomba Rehema ajitokeze. Yule chatu mkubwa akatambaa polepole hadi katikati, na kwa kuvuta pumzi nzito, Rehema akaongea, sauti yake ikiwa imejaa huzuni. Mimi ni Rehema, akaanza, ninatoka kwenye familia msituni. Mimi ndiye pekee ninayeweza kuchukua umbo la binadamu. Wazazi wangu hawakutaka niolewe na binadamu, kwa sababu waliogopa ingeleta matatizo. Walijaribu kuwaogopesha wote waliokaribia kwangu lakini nilitaka maisha ya kawaida kupata upendo na furaha kama wengine. Kwa hiyo nilikata uhusiano na familia yangu lakini wakaniapia laana wakisema sitapata kamwe furaha ya kweli na binadamu. Wanakijiji walisikiliza, hofu yao ikigeuka kuwa huruma. Wao walikuwa wamemjua Rehema kama mtu mpole na mkarimu. Wazee wakamtazama mtabiri naye akatikisa kichwa kwa uzito, akithibitisha ukweli wa maneno ya Rehema. Kisha mtabiri akamgeukia Rashidi. Rashidi, una jambo la kusema? Wakauliza kwa upole lakini kwa udhabiti. Rashidi akiwa bado ametetemeka na mwenye aibu akasogea mbele. Alisita lakini chini ya mtazamo dhabiti wa mtabiri akasema, "Ndiyo, nina jambo la kukiri." Sauti yake ikitetemeka. Nilivutiwa na Rehema kwa uzuri wake na wema wake, lakini pia nilikuwa na nia nyingine. Nilidhani ningeweza kumtumia kupata mali na nguvu. Nilipanga kuchukua fedha zake na kumwacha mara tu nitakapopata nilichotaka. Mshangao ukapita kwenye umati. Wanakijiji walishangazwa na kukiri kwa Rashidi. Wao walikuwa wamemwona kama mwanaume mwema na mwenye kujali. Wazee wakamtazama kwa masikitiko na mtabiri akavuta pumzi kwa kina. Ulipanga kuisaliti imani ya rehema na kumtumia kwa faida yako, mtabiri akasema. Hili ni kosa kubwa. Rehema hakutaka kitu kingine ila maisha ya kawaida na upendo, lakini wewe ulimwona kama ngazi ya kufikia lengo. Rashidi akainamisha kichwa kwa aibu, asiweze kuangalia macho ya wanakijiji. Ukweli ulikuwa umefichuka na ulikuwa ufunuo wenye maumivu kwa kila mtu. Mtabiri na wazee sasa walipaswa kuamua nini kitafuata. Wanakijiji walitazama kwa mioyo mizito, wakisubiri hukumu ya mtabiri. Wanakijiji walishika pumzi zao, mtabiri alipokuwa amesimama katikati ya uwanja wa kijiji, akiwa katika mawazo mazito. Baada ya ukimya mrefu, mtabiri hatimaye akasema, sauti yake ikiwa tulivu lakini thabiti, Rehema alitafuta maisha ya amani na upendo, ilhali Rashidi alitafuta kumtumia kwa faida yake. Katika dunia hii matendo yana matokeo. Rashidi, huwezi kukwepa wajibu wa nia na matendo yako. Mtabiri akamgeukia Rashidi aliyekuwa anatetemeka. Utaachiliwa mbali na Rehema, mtabiri akatangaza, lazima ubaki naye kama mume wake. Hili ndilo tokeo la udanganyifu wako na somo unalopaswa kujifunza. Ulitaka kumtumia, lakini sasa utaishi na mtu uliyepanga kumsaliti. Hii ndiyo adhabu yako. Mnong'ono ukapita kwenye umati. Wanakijiji walishangazwa na uamuzi wa mtabiri. Hawakutarajia hukumu kama hiyo. Wengi walimhurumia Rehema ambaye alikuwa ameteseka sana na walikuwa na wasiwasi kuhusu hatima ya Rashidi. Hata hivyo, waliheshimu hekima ya mtabiri na walijua hukumu yake ilikuwa ya haki na ya sawa. Rashidi alionekana kuvunjika moyo. Alitambua uzito wa matendo yake na matokeo aliyokutana nayo. Akamtazama Rehema ambaye bado alikuwa katika umbo la chatu, macho yake yakiwa na huzuni na kukubali. Rashidi alijua hakuwa na chaguo ila kukubali uamuzi wa mtabiri. Mtabiri akainua mkono ili kunyamazisha minong'ono. Muungano huu lazima usimame kama ukumbusho wa umuhimu wa uaminifu, heshima na nia za kweli. Rashidi na Rehema wataondoka kijiji cha Mbuyuni pamoja. Lazima wakabiliane na changamoto zilizo mbele wanapojaribu kutafuta njia mpya mahali popote itakapowaongoza. Wanakijiji wakatikisa vichwa, wakielewa uzito wa maneno ya mtabiri. Walijua adhabu ya Rashidi haikuwa kwa ajili yake tu, bali pia ilikuwa somo kwa kila mtu kuhusu matokeo ya udanganyifu na thamani ya upendo wa kweli. Kwa hukumu ya mtabiri, mkusanyiko ukafikia mwisho wa uzito. Wanakijiji wakaanza kutawanyika, wakinong'ona wao kwa wao kuhusu matukio ya siku hiyo. Rashidi na Rehema wakiwa wamefungwa na hatima na amri ya mtabiri wakaandaa kuondoka kijijini. Ilikuwa njia ngumu na isiyo na uhakika, lakini walijua walipaswa kuikabili pamoja. Kijiji cha Mbuyuni kingeikumbuka simulizi hii kwa muda mrefu kama hadithi ya upendo, usaliti na utafutaji wa ukombozi. Wanakijiji waliwaangalia walipoondoka, wengine kwa huruma na wengine kwa udadisi. Ilikuwa kuaga kwa huzuni wakijua wawili hao wangekutana na maisha yasiyo na uhakika pamoja. Rashidi na Rehema wakatembea kuelekea msitu ambako familia ya Rehema iliishi. Walipoingia ndani ya vichaka vizito, hewa ilihisi tofauti ya kichawi zaidi na ya fumbo. Rashidi alikuwa na wasiwasi asijue nini cha kutarajia. Rehema akiwa bado katika umbo la chatu ndiye aliyeongoza njia. Hatimaye wakafika kwenye uwazi uliofichika ambako familia ya Rehema iliishi. Walipofika, wanafamilia wa Rehema, kila mmoja akiwa na umbo lake la pekee, wakatokea. Wengine walikuwa na sifa za wanyama ilhali wengine walionekana wa ajabu ajabu na wa kiroho. Waliangalia kimya kimya Rehema na Rashidi walipokaribia. Rashidi akihisi uzito wa matendo yake, akasogea mbele na kuinamisha kichwa. Ninaomba msamaha kwa nia zangu, akasema kwa sauti ya kweli. Nilitaka kumtumia Rehema kwa faida yangu, lakini nimejifunza somo. Nakubali hukumu ya mtabiri na naomba msamaha wenu. Wazazi wa Rehema ambao walikuwa wamekuwa na wasiwasi juu yake walisikiliza kwa makini. Waliweza kuona majuto machoni mwa Rashidi na uzito katika sauti yake. Baada ya ukimya mfupi, mama yake Rehema akasema, tunaona kuwa unaomba msamaha kwa kweli Rashidi. Tunakusamehe, lakini ujue kuishi hapa haitakuwa rahisi. Lazima uiheshimu desturi zetu na umjali Rehema. Rashidi akatikisa kichwa kwa shukrani. Ninaelewa na nitafanya kadiri ya uwezo wangu, akaahidi. Kwa hivyo familia ya Rehema ikamkubali katika dunia yao. Walimkaribisha si kama kama mtu mtu mkamilifu bali kama mtu aliye tayari kujifunza na kukua. Rashidi alilazimika kuzoea maisha tofauti sana na yale aliyoyajua kijijini. Viumbe wa msituni walikuwa wema na wapole, lakini walikuwa na njia zao na desturi zao. Rashidi alijitahidi kuingia katika maisha hayo, akijifunza kuhusu ulimwengu wa kichawi na wajibu unaokuja nao. Rehema sasa akiwa huru kuwa yeye mwenyewe, wakati mwingine alibaki katika umbo la binadamu na wakati mwingine alikuwa chatu au umbo jingine kabisa. Rashidi akaanza kuelewa na kukubali Rehema katika maumbo yake yote. Wote wawili wakapata mdundo mpya wa maisha yao mbali na pilika-pilika ya kijiji. Kadiri muda ulivyopita, Rashidi alijifunza kudhamini uzuri na amani ya msitu. Akawa sehemu ya familia ya Rehema akiwasaidia na kushiriki maisha yao. Alikubali hatima yake na akafanya bora katika maisha yake mapya, akipata nyakati za furaha na amani. Rehema naye alihisi kukubalika na kuwa sehemu ya mahali pake. Alikuwa pamoja na familia yake na alikuwa na mtu aliyekubali kubaki naye licha ya changamoto. Pamoja walipata aina mpya ya furaha tofauti na walivyowahi kuifikiria, lakini yenye kutosheleza kwa namna yake. Walijifunza kuwa upendo na kukubaliana vinaweza kuja kwa maumbo mengi, na wakayakumbatia maisha waliokuwa nayo, wakipata kuridhika katika makazi yao mapya ndani ya msitu wa kichawi. Natumaini umefurahia simulizi hii. Ikiwa ndiyo, tafadhali weka alama ya kupenda, andika maoni kuhusu ulichojifunza kutokana na hadithi hii na usisahau kujiunga na kituo kwa ajili ya simulizi nyingine za kushangaza kama hii. Asante.